Kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe na 28 mwezi Oktoba mwaka 2025, 25 moja kati ya watu ambao wameweza kuonyesha nia ya kuweza kuchukua form kuweza kugombea bana ubunge wa Kigoma mjini ya bana ni bi Baba Levo Baba Mijumba. Sasa Baba Levo, yeye baada ya kuweza kuonyesha nia lakini pia kuweza kuchukua form ya kuweza kugombea bana ubunge wa Kigoma mjini Damo Platinum ambaye sasa hivi yupo zake huko Paris ameweza kuandika ujumbe e, kama vile kumpa motisha yani, kwamba kumuonesha kama vile Baba Levo e, tupo sako kwa bako pamoja na wewe e, bwana mpaka mwisho. Ujumbe ambao Damo Platinum aliweza kuandika, ameandika ujumbe ukiwa unasomeka hivi: najua ni kiasi gani kwamba e, unapenda na una uchungu na Kigoma, siku zote umekuwa ukipambania e, kwa hali na mali, na kumbuka kuna siku uliniambia e, kwa uchungu kuwa siku Mungu akikujalia kuwa mbunge utapambana juu chini kuhakikisha Kigoma yetu eh, inakuwa na maendeleo inayostahili na kuamini kudhibitishie tu kwamba kwenye hili la ubunge una sapoti yangu kwa hali na mali kwenye kuhakikisha Kigoma yetu inapata maendeleo. So huo ndo ujumbe ambao Diamond Platnumz aliweza kuandika e, bana kupitia ukurasa wake wa Instagram kuonesha kama vile wapo e, bana e, pamoja kabisa pamoja na e, Baba Levo fam. Pia Diamond Platnumz ni moja kati ya e, bana watu ambao wametokea Kigoma pale, so ni kwamba ni mzalendo kabisa mkoa wake na kama unafahamu, pia ni moja kati ya watu ambao waliweza kuungana katika ngoma ambayo inafahamika kwa jina la Kigoma, ambao ambao ambao waliweza kufanya mastato tofauti tofauti tofauti tofauti pale, so kwa upande wa Baba Levo, Diamond Platnumz, kwamba, pia, katika, eh, baba pamoja na kuonesha kwamba ni ni kati kati ya ya watu watu pia pia katika katika shughuli kuonekana performance ambayo Diamond Platnumz, kuitangaza kipindi ambacho ametangaza tour yake ya kwenda kuifanya kule Uingereza, alikuwa pamoja na Diamond Platnumz so kwa upande wa Diamond Platnumz pia ameweza kuonesha kama vile eh bana anamsupport pia mwenzake ambaye ni Baba Levo, baada ya ujumbe huu hapa kuweza kuandika na kuweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram, eh, baada tu ya Baba Levo kuweza eh bana kutangaza nia ya kuweza kugombea, eh bana, Kigoma mjini. Sasa, Baba Levo, ni mmoja kati ya watu ambao walishtua sana watu kulingana na jinsi ambavyo aliweza kujaza fomu yake kwa ndani ya dakika kumi na saba tu akiwa ameongozana pamoja na mke wake. Watu wengi sana wakawa na mijadala mingi sana kwamba Baba Levo amejaza nini kwenye ile form, lakini all in all ni kwamba amefanikiwa kuchukua form na kuweza kuijaza, na watu wengi wanategemea kwamba pengine labda Baba Levo mambo akikaa sawa, e bana, tutamwona katika nyazifa tofauti kabisa huko mbeleni. E bana, ni upo na mtazamo gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Usiache kusubscribe, ni sawa sawa online digital e bana, drop comment yako kwenye comment hapo. Utakumetisha kinoma noma chao chao